Damu ya Yesu ni ishara ya upendo wa Mungu, kwa kumtoa mwanawe wa pekee, akakubali kufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Tutakapoamini kwamba Yesu Kristo aliutoa uhai wetu kwa ajili ya maisha yetu, tulistahili kwenda jehanamu, lakini Yesu mwenyewe akaja, akatununua kwa damu yake ya thamani. Damu ya thamani, watu wa kila kabila, lugha, jamaa na mataifa, akawafanya kuwa wafalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya uso wa mchi. Kwa maana hiyo, kwa damu ya Yesu ni ishara kwetu upendo wa Mungu, kudhihirisha Mungu upendo wake kwa wanadamu, kudhihirisha Mungu upendo wake kwa walimwengu, kwa ulimwengu huu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Alimtoa ili iweje? Ili atufie msalabani, ili afanyike kwa sadaka kwetu, ili sisi tuweze kukombolewa na kuendelea kumtumikia Mungu na kuu. Kwa njia hiyo tunaweza tukawa tumepatanishwa na ufalme wa Mungu, ili sisi tudhihirishwe kwamba ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ni ishara ya sadaka ya mwisho kwa ajili ya dhambi. Haitatolewa sadaka nyingine ya kumkomboa mwanadamu, ilishatolewa. Kwa hiyo Yesu alipokufa msalabani, ilikuwa ni sadaka ya mwisho kabisa kwa ajili ya dhambi zetu kwa ajili ya kusafishwa dhambi, kwa ajili ya kuondolewa dhambi. Tunapozungumza matumizi sahihi ya damu ya Yesu, hebu jaribu kuiangalia damu ya Yesu kwa picha ya kwamba damu ya Yesu ni njia ya toba. Hebu sema njia ya toba, ni njia ya toba na kusafishwa dhambi zetu, kusafishwa uovu wetu, kusafishwa makosa yetu.